Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii inaenda kwa watu wa one time ambao wako kwa TikTok. Sana sana sanasana kwa TikTok na wasikizanga wanasema shaifanye. Hii inaenda kwenyu leo, wacha niongee tu jashaa wale ambao one time wanasema shaifanye wako TikTok, wamejaa hapa, ukwe uko Kenya, ukwe uko nje ya Kenya, solution ambao unaweza saidia na watu kama shaifanye si kwa TikTok wala si kwa X wala si kwa social media yote, please, umejua ofisi wa Minister of Health, fanyeni maandamano paka pale kwa ofisi. hata hatatutaki maandamano ufanye Kenya mzima, fanyi tu maandamano paka kwa ofisi wa Minister of Health, umwambie shaifanye kazi. Kama ukweli unasaidia Wakenya, shaifanye kazi, fanyeni maandamano paka ofisi wa nini mimi ni survivor, kama ukweli nyinyi unafanya ukweli, kama ukweli nyinyi unasema ukweli, shaifanyi kazi. Unapiga kelele hapa asubuhi mpaka jioni, shaifanyi kazi. Nyinyi majenzi unajisema unajua sana nyinyi wa watu, one time akina Kalonzo, hakuna hata siku waliongea juu ya sha wakasema, tunatishia serikali, tunafanya maandamano kama hizi, jafanya kazi yao ni kuimba tu. One time Ruto mazigo Ukisikia kina Gachagua wakiteta shaifanye kazi wanasema serikali kama kae shaifanye kazi, tutafanya hivi fanya hivi. Bila Mzee Raila Amolo Odinga alikuwa anatisha serikali. Anapea alikuwa anatoa dressing nation. Ile siku Raila address watu kama kitu imefanyika mpaka serikali nasikia. Mimi sasa nawaomba mzee saa hii yuko. Majensi unajiita uko one time. Majensi unasema shaifanye kazi. Watu wa wantam unasema sha ifanyi kazi, wakikuyu unasema sha ifanye kazi, wakamba unasema sha ifanyi kazi, waluya unasema sha ifanye kazi, Kisi unasema sha ifanye kazi nini nduko lawoda hapa, unasema sha ifanye kazi na samu luos luos pia wako lawoda hapa, unasema sha ifanye kazi na samu tribes pia unasema sha ifanye kazi. Please fanyeni maandamano kwa ofisi ya Duale, mwambe Duale sha ifanye kazi. Dwale amwambia kama pesa serikali amepea au hajampea. Dwale eleze kwa nini shaifanye kazi. Dwale, kama huwezi fanya maandamano mpaka kwa Dwale fanyeni maandamano kama ofisi ya gavana wenu umeambia sha ifanyi kazi Aume, kama amepewa pesa ya k kwa hizi maspitali kwanini uh, faa ifanyi kazi. Kama hiyo utaki fanye maandamano, kama ofisi ya finance, umwambie pesa ya hospitali. Nasema wajapata pesa ya sha sha kni ifanye kazi, wacheni tukupigia kelele hapo kwa TikTok. Solution uko nayo serikali, ikitaka kusikiza wananchi wanasikiza wananchi na juma, maandamano si TikTok, wala si social media yote. Maandamano ya ground itasaidia serikali kusikia. Fanyeni maandamano ya kusema shaifanyi kazi please.